Amina, amina. Eh, tunashukuru Mungu kwa siku hii Amina. Siku ya mziduo wa kanisa hmm. Eh, Pentekoste hmm. Kwa siku hii ya Pentekoste eh, tumekuwa hapa na tunawatakia nyote Pentekoste njema, Amina. Sisi sote eh, kabisa Pentekoste iwe kwetu hmm. na tusome Matendo ya Mitume ile mm. sura yake ya ya pili na mstari wa kwanza mpaka mstari wa nne mm. Matendo mm. ya Mitume e, mbili moja mpaka nne pale mm. tutaona e, juu ya Pentekoste ama juu ya Roho Mtakatifu kujaza kanisa mhm mm. Tuseme mm. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Mstari mm. wa nne Mstari kwa wa okay, kwanza unaongea hivi hmm, hata ilipotimia siku ya Pentekoste hmm, walikuwako wote mahali pamoja hmm, kukaja gaf, ghafla toka mbinguni uvumbi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi hmm ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa tatu, kukawatokea kuka ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia, wa, ulio kila mmoja wao. Mstari wa nne, wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajaz, wajalia kutamka. Mungu wetu apewe sifa amen. <laughs> ile siku ya Pentekoste <laughs> yani eh, Yesu alipokufa akafufuka, akaonekana one, kwa wanafunzi wake siku arobaini siku makumi nne nyuma ya siku makumi ine, hmm, ine Yesu akapanda o siku ya sensio, na alipopanda wanafunzi wake waliona jisa alipanda, hmm. Na basi achanawambia mpakie Yerusalemu mpaka mtakapopokea nguvu jo mwanze e, huduma hmm, ya injili hmm. Sasa hmm, wakabakia pasi moja wakiomba na kusubiri na ile siku ya Pentekoste ilipofika sasa, kukaja uvumi kama uvumi wa upepo uvumao kasi, ikashuka kwa <coughs> ikashukia kwa ile nyumba. Nadhani tunaonaka hii hii pepo mwe ya suri suri eh wanaweza bane, eh, sema turubio kwa kifransa <coughs> inazunguruka mule mkambiati ilikuwa inazunguruka <coughs> inapanda kule yule, sasa ilikuwa contraire ilikuwa kinyume ya ile ili ile ilishuka ikashuka, upepo alikuwa upepo yenyewe inavuma kabisa, alikuwa tribio, lakini upepo ikavuma, nikavumia ile fasi moja mm -hmm. watu wote wenyewe walikuwa Yerusalemu, ikakuwa sawa njoo kengeni ya kuwaita waende kuona ni nini yenyewe nafanyika kule mm -hmm. Walipofika pale, wakutana watu tayari wanaanza kusema kwa lugha mbalimbali mm -hmm. na jambo ya kuwashangaza mm -hmm. kila mtu kwenye iko iko na na ndimi kama ndimi za moto kichwa yake zile mwikalia ndimi kama ndimi za moto zile, ziko juu yake. Watu wakaanza kuzihaki mioyoni mwao wakasiaseme ee, watu labda ha wamelewa. Na Petro ndio alianza kuwahubiri kuambia, hapana, msifikiri tuna leo ule eh, Yesu Kristo ambaye mlimuua na kuko siku makumi tano Yesu Kristo anauwawa huko Yerusalemu. Ndio huyu anafanya hivyo. Yes. Petro mwenyewe alikuwa anaokopa kijakazi kimoya, ai, wanamwambia huyu uko mmoja, anakatala anakana Yesu. Huu alishakuwa na ujasiri yani, roho wa Mungu akifika anatia mtu ujasiri, oga inaondoka. Anasema kama nikufa nikufe juu ya Yesu, kama nikuishi niishi juu ya Yesu. Yes. E, anahubiri bila kuokopa. Watu wenye walikuwa pale na wa, wa, wa, wanaanza kuuliza, e, tutendeje e, ndugu ze tu, tufanye sasa nini? Petro anawaambia mtubu, mubatize kwa jina la Yesu. Hmm yaani hiyo siku wakabatiza watu elfu tatu wanaume kwanza ndio walihesabia yaani kwa hiyo wakati wa Israeli walikuwa wanawake hawahesabiwi wanahesabia tu wanaume wakahesabia elfu tatu wanawake hawakuwa